mimi ni dkt am karthigesan mshauri mwandamizi wa magonjwa ya moyo na mtaalamu wa umeme wa moyo hospitali za apollo grens road chennai kila mmoja wenu anafahamu kwamba upandikizaji wa pasemaka wa kudumu hufanyika kwenye eneo la mfupa wa kola kwa wagonjwa wenye mapigo ya moyo ya chini mapigo ya moyo ya chini yaani kiwango cha chini cha mpigo wa moyo wagonjwa mara nyingi hutufikia wakiwa na kizunguzungu au kupoteza fahamu mara kwa mara uchovu kuchoka au dalili zinazohusiana na kushindwa kwa moyo Kwao ni muhimu sana kudumisha mapigo ya moyo ili kupata mzunguko wa damu wa kutosha katika mwili mzima. Kwa kawaida imekuwa ikifanyika kwa miongo mingi kupitia upandikizaji wa pasemaka wa jadi kwenye eneo la mfupa wa kola kwa kuchanja inchi mbili chini ya ganzi ya sehemu husika. Lakini kadri muda unavyosonga, tumeona kwamba kuweka pasemaka ya kawaida kunaweza kuleta madhara kwa moyo pale wagonjwa wanapoishi muda mrefu kama miaka kumi ishirini na kuendelea kwa hiyo tumeanzisha teknolojia mpya inayoitwa conduction system pacing, ambapo pasemaka ile ile inapandikizwa kwa mbinu mpya, ambapo waya leads zinawekwa ndani ya moyo katika sehemu maalum iliyo karibu na mfumo wetu wa umeme wa asili, ili umeme wa pasemaka upite kwenye waya kupitia mfumo wetu wa umeme wa asili na kuchochea moyo. Kwa kufanya hivyo, tunaweza kuepuka matatizo yanayohusiana na pasemaka kwa muda mrefu hiyo ni kushindwa kwa moyo kunakosababishwa na pasemaka, tunaweza kuzuia. Ndiyo maana teknolojia hii mpya tumeikubali na tumekuwa tukiitumia kwa miaka minne mitano iliyopita kwa wagonjwa wote wa pasemaka. Teknolojia nyingine mpya tuliyoanzisha kwa wazee ni pasemaka zisizo na waya. Pasemaka zisizo na waya hazihitaji kufungua au kukata sehemu ya bega kutokea kwenye sehemu ya paja kupitia upasuaji mdogo tunaweza kuingiza kifaa kidogo kama kapsuli ya pasemaka tunaweza kukiweka ndani ya moyo ambacho kitadumu kwa miaka kumi hadi kumi na tano hivyo wazee ambao hawana uwezo wa kufanyiwa upandikizaji wa kawaida wa pasemaka wanaweza kufanyiwa upasuaji huu wa pasemaka bila kukatwa au kushonwa na hivyo wanaweza kuishi muda mrefu bila matatizo makubwa asante